Tash idimekora wario ihahaosambia usambia ushihandu kuivalekaaniko laukuao mtazamaji wa Mapi African Channel. Ni mara nyingine na mshukuru Mungu nimekutana na, na kaka yangu ya yangu ambaye ni mkubwa sana anaweza kuwa babu yangu vilevile kiumri kwa sababu kwa sasa hivi yeye ana miaka tisini na na mimi nina miaka thelathini na baba yetu ni mmoja, lakini mama ni tofauti. Yeye ni mzaliwa wa kwanza wa baba na mimi ni mzaliwa wa mwisho wa baba yetu, eh, marehemu mzee Lerobi Lerobi Seuri Sinare Kiwango au vango. Sasa leo nataka tupige stori, kwa sababu ya amekuwepo duniani miaka mingi na anafahamu mambo mengi sana. Nataka tupige stori kuhusu hivi vitu tunavyoviona hapa. Hii ndizi unayoiona hapa, hii hii inaitwa mnyengehe, ambayo ni ndizi ambayo kiasili ndiyo ambayo inatumika kutumika, kupikia mbege na hichi nilichokishika hapa, haya ni magome ya mti fulani ambao kwa kichaga tunaita Mokuta e, Mokuta ama kwa jina la like kisayansi e, unaitwa Albizia antelmintika kama sijakosea. Na hivi majuzi tu kuna taasisi nafikiri TAWIRI, TAWIRI kama sijakosea, e, wamefanya tafiti wakagundua kwamba mmea huu ee, unasaidia katika kufanya watu wasipate vipara ama kuoteshea nywele wanavyosema, ee, kulingana na utafiti ambao walifanya kwa haraka haraka kama sijachanganya mambo, lakini kwa upande huu wa hapa Rombo pia magome ya magome haya ambayo ni ya mti huo unaitwa Mokuta ee, yamekuwa yakitumika miaka mingi sana kwa ajili ya kuweka kwenye mbege. Aa, kuna magome mengine ambayo yanaitwa ya mti wa msesewe ambao wenyewe ni Rauvolfia serpentina e, na yenyewe yanatumika pia kuweka kwenye mbege na ukiangalia miti yote hiyo ina medicinal value. Ninaposema medicinal value, maanake ina faida za kiafya ama ina kemikali fulani za kiasili ambazo ziko ndani ya miti hii ambayo zinasaidia mambo fulani fulani kwenye afya. Sasa hatujui sana kwamba wazee walikuwa wanataka nini, lakini mzee atatuambia hapo kwamba kwa nini walikuwa wanaweka mkuta. Ukimkuta mzee wa Kichaga ambaye anakunywa mbege e, sio rahisi kunywa mbege ambayo haina mkuta. Na wengine wanaenda mbali zaidi, hawezi kunywa mbege ambayo imepikwa na ndizi nyingine tofauti na hii mnyengele ambao sasa hivi ni kama inaanza kupotea. Hata hizi mkuta na zile zinaanza kupotea miti yake. Sasa hizi kwa mfano ziko hapa nyumbani miaka karibia mitatu zikuwa nyingi, nyingi, zimebaki eh, nyingine zishatumika. Huwa tunanunua kwa wenzetu wa Kamba, kuna upande wa chini huko, kuna maeneo ya wazi ambayo hii miti inaota bado. Kwa hiyo wanachonga magome yake halafu wanakuja kutu kutuuzia sokoni. Kuna soko linaitwa Munga liko ukanda wa chini, barabara ile ya Lower Road wanauza e, haya magome sasa baada ya kukupa huo utambu, utangulizi, nitakwenda kuzungumza na mzee kuhusu haya mambo. Ni mzee lakini kaka yangu k kwa nitakuwa nachanganya na e, nashukuru na Mungu kukweli, kwa kweli kwamba tuko pamoja, unaeza tukapiga stori mbili tatu kuhusu mambo haya ili watu wengine pia au vizazi vijavyo au vizazi vya elfu mbili tuseme waweze kuelewa mambo alivyokuwa nakwenda e, hapo zamani na hata sasa kwa baadhi ya maeneo sasa nitakuwa nachanganya na kichaga mtanisamehe sababu mzee atakuwa comfortable zaidi kwenye kichaga e, mekuvamba mwukuta shule ni kilidwe ikawariniiwiuaj

Aha. Sasa weva wa kawaida tiki. Ah, kakaangu hapa mama mzee ananiambia walikuwa wanaweka hizi mokuta ama ule msesewe ili mbege ipendeze. <laughs> Sasa na maana yake anavosema ipendeze. mm. na maana yake E, ni kwamba inakuwa sio ni kama sio kali sana lakini sio tamtamu sana kwa sababu kama ujaweka hii inakuwa inakautamutamu fulani ambako, e, kama zinazonywewa mijini huko ukinywa unaweza kuvimbiwa saa zingine. Kwa hiyo mzee anasema walikuwa wanaweka hivyo ili mbege ipendeze. Sasa kumbe e, kwenye kupendeza kwa mbege kuna dawa mle ndani ilikuwa inapatikana ina, ina kwenye hii miti. Hii miti ina dawa hii. Na msesewe pia una dawa nitazungumza wakati mwingine kwenye channel ya PDK Generation. Lakini hapa kwenye mambo ya Kiafrika tunaendelea kwanza na hizi stories za haya, haya magome na hizi ndizi aa bungara

Gunasa, mm. Sasa hapa mzee ananiambia ndizi ambazo zilikuwa zinatumika kupikia mbege, ndizi ambazo zinapaswa kutumika kupikia mbege ni kama hii ambayo ni mnyeng'eve ndizi fulani ambayo ni laini sana na haipatikani maeneo mengi kwa sasa. Zamani zilikuwa nyingi, kwa sababu mbege ilikuwa inapikwa ina, ina sana na inapikwa kwa ajili ya shughuli pia za kiutamaduni sasa kwa sasa hivi kwa sababu kuliingiliwa na mambo haya biashara na nini? Hii ndizi na hapo katikati ilipoteza kabisa thamani, kwa sababu yenyewe haiuziki ni laini sana, ni kupikia vyakula kama ngande uh, kiburu na vyakula vingine vilaini, vilaini, vilaini sana yani. Sasa sasa hivi nikawa imepotea kwa muda, si mrefu thamani yake itaanza kurudi tena juu ya hii, hii mara nyingi uweze aikuta mijini mijini huko. Kwa ajili kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya kupika mbege na kwa ajili ya matumizi ya kupika vyakula vingine fulani fulani nyumbani. Kwa anasema ni hii inayotumika kuna nyingine inaitwa kibungara. E, inatumika na amesema unaweza kuchanganya pia na kisukari kidogo na kisukari kidogo usho Ah, kwa anasema ukifanya hivyo e, mbege inakuwa nzito e, unavyoenda kuichuja pale e, ile juice inatoka nzito vizuri kabisa. Kwa hiyo ndiyo ndizi, aina ya ndizi ambazo zilikuwa zinatumika au ambazo zinapaswa kutumika kwenye kutengeneza nini? Hmm. Pombe pombe aina ya mbege ambayo ni ya asili na anasema wala haiwi kali sana. E, wala haiwi tamtamu sana, unachanganya hizi e, mnyengeli, afu unachanganya na hizo zingine kidogo, kwa maana ya kibungara pamoja na kisukari. Ni kisukari kile ambacho e, vale, wengi mnafahamu havu wale wakola wakola wari na malindi au maru wengi kile waje mwenye evaku kwa changanya Eva ukakora na ma, majindimenkeaala wariho wo ndou yetengemea uh-huh. yetengemea ukolya au mkeri madiranyi kolya sandu tukeri hadya labda naakua nrou wenda nronyi au madiranyi kweeterewafoiru kwera volimimu washe sasa Aha. Kwa hiyo uh, mzee hapa anasema anakataa kabisa idea ya malindi kutengeneza. E, watu wengi kwa siku hizi wanatengeneza pombe kwa kutumia ndizi hizi aina ya malindi. E, mzee anasema hapana, haifai, haipaswi kufanyika hivyo. Kama una malindi peke yake basi itabidi mchanganye. Yaani lazima weke na hii. Kwa kama una malindi peke yake inabidi uende kwa jirani yako aende ukaazime naua. Ukifika muda, kama mtu anatengeneza pombe anapita tu mgombani, akiona una mnyengeze kama hizi anaazima. Kwa hiyo anakuwa anaomba, anamkatia tu, anaenda anatengeneza. Na wewe siku ukiona unatengeneza kama umeishiwa ndizi za aina hii au kama hazijakomaa, maana yake yeye anazilizo komaa, unaenda unaomba kwake, pia anakuwa anakupatia. Kwa hiyo ndicho mzee alichosema hapa, kwamba hii ni lazima iwepo hii. Kwa hiyo hata kama huna, unaweza ukatumia hizo malindi lakini uchanganye na hii. Kuna ndizi mm -hmm, nyingine ambazo zinafanana kidogo na hii lakini inatoa ukikata hivi utomvu wake sio haui colorless kama hauawaaha hau, hau, hau, Ikuresha ya shuru kwa tabu ni na maruo, kwa hiyo ah. ah. yeah. mm. alikuwa anaeleza hiyo ndizi inayoita kitarasa e, ambayo yenyewe inafanana fanana na hii lakini utomvu wake ni mwekundu mwekundu hivi utomvu wake e, na yenyewe anasema pia haifai kupika pombe au kiutaratibu kimababu ki, ki, ki, ki ki, kitaalamu wa, wa kijadi haitumiki kwenye kupika mbege, lakini yenyewe inafaa zaidi kwenye vitu vingine kama vile kuchoma asubuhi e, wakati wa unaweza ukapikia unaweza ukaichoma pia ukanyoya chai hiyo ndizi inayoitwa kitarasa. Lakini na matumizi mengine pia nitakuja nikwambie kwenye channel ile ya PDK Generation, mambo ya kiafya haya. Kuna ndizi zina faida fulani fulani za kiafya ah, kwacho sasa ifile mmeku mm -hmm. Eh. Okay. E. Kwa sababu ukule... hiyo Kenya Kenya. Mm-hmm. Kwa hiyo wale ambao wanapenda kupika mbege, mzee anashauri hizi U... hazipatikani kirahisi, kwa mfano hizi mukuta hizi. Kusogeze kabisa hapo, angalie hizi hapa, hazipatikani kirahisi, lakini sehemu za chini za Kenya huko zinapatikana kwa kutaka kutengeneza mbege ambayo ina ubora unaotakiwa, ubora wa kimababu kabisa, vizuri ukaenda ukatafuta hiyo maeneo ambako inapatikana. Lakini pia tuna hii ndizi kwamba hujaiona vizuri, ngoja nikusogezee hii hapa. Nikuta pia mgombani hapo, na yeye ameshaanza kuiva, manake hii itakuwa nzuri sana kupikia mbege kama tukitaka kufanya hivyo. Eh, hii hapa. Zibu, zibu, zibu. Migomba ni michache aina hii mingi ilitolewa. Yes, kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo, na mpaka hapo tumefika mwisho. Utanisamehe kwa e, video ambayo ilikuwa haiko sawasawa sana inacheza cheza, kwa sababu, e, camera woman wangu ilimtumia hapa e, bado sio mzuri sana lakini ni jambo la muhimu, nimeona nilifanya nilivyokuwa nafanya mazungumzo na kangu hapa ambaye tumepishana umri kwa miaka mingi, by far miaka karibia sabini. Wake amenipiga gepu la miaka sabini, okay, sabini. <laughs> ye yuko kwenye miaka tisini na eh, miaka sabini au stini, yeah, miaka tuseme ni stini, gepu la miaka stini, ye yuko na miaka zaidi ya tisini na miaka zaidi ya thelathini aa <laughs> ah, kwa chome ku ure ujumbe shoiki kwa vandu vesa veulikulawa rimfiri

Alafu lwashe vya malo amba itaki akolyamesa kulya ameitere ame vaundi e, mshomaaditina mwindo ambenitera kevakuva <laughs> hey. itakio ukiicha kwanza Eh ukifungia Aha ukameifungia maana mm. Ukame ke wawamera akikangire irungisha kolya andu hey. katisho kwa kwande vaatiandevyaati kwa mm. Okay. Ah, mzee anasema ujumbe wake kwa wale ambao <laughs> mnatamani kupika mbege anasema e, inabidi mfungie. Hilo ndio tulisema hapo la kufungia, manake kuni, ki, kiujumla ni kuanza maandalizi mapema. Pita kwa watu wenye ndizi hizi za mnyengeze, omba kwanza, ili aangalie mgombani kwake kama anazo ambazo zitakomaa wakati huo ambao wewe utahitaji ku E, utahitaji kupika hiyo mbege, alafu nenda kaandae ulezi, kwa sababu ulezi pia ni kiungo muhimu cha mbege, alafu itakapofika hiyo tarehe unapotaka kwenda kuweka sasa hizo ndizi darini. Hizi ndizi huwa mara nyingi tunaweka darini, darini, dari ambalo ni mara nyingi linakaa kwenye nyumba ya kupikia, ambako moshi unatoka jikoni wa kuni ule unaenda unasaidia kwenye kuivisha huko darini. Kwa hiyo uombe kwanza hizo ndizi, upite kwa watu uombe. Afu, kila mtu akwambia na kiasi gani, kuna mwingine anaweza asiwe nazo kwa hiyo tarehe unayotaka wewe, alafu hiyo tarehe inapokuja kufika ndio upite sasa kwenda kukata tu. Unapita na, na panga lako au mwindo, unaenda unakata. Halafu, unakwenda unaweka darini, wakati huo tayari una ulezi wako unaendelea kuandaa huko, lakini pia usisahau mokuta. Watatu mokuta fo bango? Aha. Usisahau mokuta. Basi nashukuru sana mtazamaji kwa kuwa nami mpaka hatua hii, na namshukuru sana mzee kwa kutupa elimu ambayo e, wengi hatu, hatu, hatuna au tunajaribu kuirahisisha. Wengi tunapika mbege kienyeji kienye, sana, ndio maana unakuta haina ule ubora ambao ndio wa mbege kweli e. Na nisisitize tu kwamba mbege hii ni kinywaji cha asili na ni pombe kwa hiyo matumizi yake pia ni kwa watu ambao ni watu wazima wawe na miaka zaidi ya kumi na nane lakini pia itumike responsibly kama ilivyo pombe nyingine yoyote ile. Fanya kazi kama walivyokuwa wanafanya wazee wetu hao, kaka zetu na mababu zetu, unafanya kazi alafu e, pale ambapo muda unaruhusu nyakati za jioni au weekend, au wakati wa sikukuu unapata juisi yako kidogo lakini uwe ni mtu mzima na uwe unafanya kazi unywe kwa uwajibikaji. Asante sana ni Mapinduzi Mtembezi. Babai kwa sasa kutoka Rombo Kilimanjaro Tanzania, na hii ni Afrika. Babai.